Mama wa maaskofu mje hapa wote, ili mweze na ninyi kusema kwa kifupi, alafu tutamalizia na maaskofu ambao watakuja hapa. Karibu wa mama wote, karibu na wewe kuzoteniwe karibu na wewe ni kukaribie. Mungu wa Bwana Yesu asifiwe! Bwana asifiwe! Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa neema ya kutumika kama wenzi wa maaskofu. Wapo ambao wamestaafu, mama zetu, lakini tupo sisi ambao bado tunaendelea na kazi hii. Um, mchungaji mweta ameongea nadhani mambo makubwa sana ambayo tulitamani na sisi tuongee. Asante sana baba, baba Mweta. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya utumishi wa mama yetu mama Kolowa ambaye wakati wote Uh, kipekee mimi nilikuwa nikikutana naye kule Dar es Salaam. Ni mama ambaye hata ukipata naye muda dakika mbili, atakukumbusha kuhusu utumishi na kumtunza mtumishi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana huyu mama, na siku zote kipekee alikuwa ananiita binti yangu, nina neno moja la kukwambia, na bahati nzuri nina jina la binti yake Erica. kwa hiyo alikuwa ananiita binti yangu kwa hiyo anakupa mawili matatu, alikuwa hawezi kuacha kuongea hilo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya utumishi wake, ameendelea kututia moyo lakini kutufundisha katika mengi katika utumishi. Bwana asifiwe. Kwa niaba ya wenzi wa maaskofu walio kazini na wale walio staafu ambao walifanya kazi pamoja naye, tunatoa pole nyingi sana kwa familia, kwa kanisa na jamii nzima ya hapa Lushoto tunapenda kuwapa pole nyingi sana na kuwaombea ili Mungu awatie nguvu katika kipindi hiki cha kuondokewa na mama na kuanza msimu mpya bila mama, lakini Mungu aliye mbinguni ataendelea kuwatunza. Tunayo rambirambi yetu kidogo, tutaiwakilisha kwa mwakilishi, kwa sababu wengine bado wanaendelea kutuma. Tutachukua namba na kutuma hiyo rambirambi yetu lakini tunalo shada lambalo tutaenda kuweka kaburini kwa ajili ya kumpamba mama yetu. Bwana asifiwe. Vile vile nasimama mbele yenu kumshukuru Mungu kwa ajili wa wenzi wa wachungaji wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani ambao tulipata neema ya kuwa na mama mara chache na aliishi eneo la kule kwetu. Kwa hiyo tuna rambirambi yetu kidogo ambayo tumekusanya tutaikabidhi na vile vile tuna shada la maua ambalo tutaweka kwenye kaburi la mama. Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana, nilikuwa nataka tu mama kweka aseme tu bwana asifiwe, mumuone <laughs> tunashukuru kwa... Wapendwa watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio tumesikia mengi na hayo yaliyozungumzwa ndiyo ambayo sisi kama wenzi wa maaskofu tungeyazungumza na hasa yaliyozungumzwa na dini Mweta. Kwa hiyo tunazidi kuomba maombi yenu ili watumishi wa Mungu ambao ni wenzi wasimame kwenye nafasi zao kwa uthabiti wa moyo kwa busara na hekima zitokazo kwa Mungu, na hasa wakisugua magoti ambayo ilikuwa ndiyo silaha kubwa ya mpendwa rafiki yangu shujaa huyu aliyelala katika jeneza hili. Kwa hiyo tunasema kama neno la Mungu lisemavyo kwamba mtu akinitumikia, Baba atamheshimu ndio heshima hii ambayo mama yetu Elfriede Kolowa anaipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asanteni sana mama zangu, karibuni. Mnaweza mkakaa. Niombe maaskofu tusogee hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Ngeomba wale wote ambao waliongozana na maaskofu wasimame pale walipo ambao wameongozana na maaskofu toka dasis mbalimbali mbali. Wasimame pale walipo. Tunashukuru sana sana, lakini lakini lakini, msaidizi wa askofu wa dasi ya Kaskazini, naomba uje hapa, sababu so anamwakilisha askofu wa Kaskazini tunapenda kuwashukuru sana sana. Kuna ambao walikuja na baba askofu oho, wako pale. Tunapenda kuwashukuru sana. Sisi kama maaskofu, msiba huu ni wetu, kwa hiyo tusingekuwa na maneno mengi zaidi ya kuwashukuru wana dayosisi hii ya kaskazini mashariki kwa jinsi mlivyoweza kumtunza mama mstaafu na jinsi ambavyo mmempa heshima katika siku hii ya leo ambayo uh, anakwenda kulala akisubiri uh, ule ufufuo kama neno la Mungu linavyosema. Basi kwa niaba ya ma maaskofu hawa wote uh, Baba Askofu wa Mfindi, Askofu wa dayosisi ya Pare, Askofu wa dayosisi ya kaskazini kati, zamani tuliita Arusha, uh, mkoani Arusha, sasa so, hivi ni kaskazini kati, na kwa niaba ya dayosisi, ya kaskazini kule Moshi tunapenda kuwatakia faraja ya Mungu ipitayo akili zetu. Amen, asante na tutaomba tuwashike mkono. Asante sana. Oh, karibu na wewe te niwependwa, baba wetu mkuu wa kanisa, tunashukuru kwa salamu hizo. Najua tumepokea salamu nyingi hata kwa wenzetu mbalimbali, mfano mbali. Baba yetu mzee Henry Danga Shekifu alitamani kufika kushirikiana nasi katika ibada hii, lakini ameshindwa kutokana na majukumu mbalimbali mbali, lakini jana tulikuwa naye pale Dar es Salaam. Lakini kwa kanisa nilete salamu chache hapa na kutaja tu kutoka wenzetu tunaoshirikiana nao, kutoka katibu mkuu wa UEM, eh, ndugu yetu mchungaji Anda kutoka pale vupata Ujerumani ametuma salamu tunazo, lakini pia kutoka kwa baba askofu Brian Penman ambaye ni askofu wa diocese rafiki kule Marekani, South Pennsylvania Synod. Lakini pia tumepokea salamu kutoka baba askofu Johan Tierberg ambaye ni askofu wa diocese ya Lund kule nchini Sweden. Ametuma salamu nyingi. Tumepokea salamu kutoka mchungaji Dorothee Godefroy ambaye ni mkuu wa jimbo la Floto, kupitia mkuu wa jimbo la Floto uh, la Tambarale jimbo letu la Tambarale, tumepokea salamu hizo kutoka jimbo la Bielefeld ambao tunashirikiana nao uh, mchungaji Christian Bard ambao alikuepo hapa kwa jimbo lile na wengine kutoka Ujerumani wametuma salamu hizo, nimeona nizitaje mahali hapa, mkuu wa kanisa uh, wenzetu ambao tunashirikiana nao na sasa nikukaribishe kwa kuendelea na sehemu inayofuata. Karibu baba kwa kanisa.